Unaamini katika mbinu gani uh, ama ni mfumo upi ambao unaweza kuwafaa Young Africans kwa ajili ya kuidhibiti AS FAR kiwanjani na wachezaji pia ya? Kwenye mfumo ambao uh, Young Africans wanaweza kaingia nao uh, inawezekana wakawa wamebakia kuwa na muundo ule ule wa kiuchezaji kwa maana ya formation ambayo ya mara kadhaa amekuwa akitumia walinzi wanne viungo wawili kwenye eneo la katikati uh, wanaongezeka wale watatu ambao wanacheza kwenye mstari wa juu, ukimsimamisha mshambuliaji mmoja kwenye eneo la juu kabisa, kwenye eneo la kumalizia, kwa maana ya moja nne uh, mbili tatu moja, ndio mfumo ambao Yanga bado anaweza kubakia nayo. Na ni kwa nini mfumo wa namna hii? Kwa sababu kwanza ni mfumo ambao uko flexible sana, unaweza ukahama kutoka kwenye uh, formation hiyo ya 4 2 3 1 kwenda ukitaka kuswitch kuongeza watu kwenye eneo la katikati mwa kiwanja, inaweza ikawa ni rahisi, kwa sababu utakachokifanya ni kuwapa tu wachezaji majukumu mengine tofauti, kwamba nyinyi ambao mnacheza nyuma ya mshambuliaji wa mwisho mtatakiwa kuwa kwenye shepu gani wakati ambao tumeupoteza mpira mkaongezeka katikati. Tukiongeza na wale viungo wawili, tunakuwa na namba kubwa ya wachezaji ambao anaweza akawepo hapo, na kumbuka unacheza dhidi ya uh, FAR Rabat, ambao wenyewe kuna nyakati ambazo kwenye mechi huwa wanatumia mfumo wa kawaida kabisa wanne wanne wawili sasa kwa sababu wao wanaweza wakawa na wanne wanne wawili inawezekana pia wao wakawa wanajua jinsi gani ambavyo wanaweza wakawa wanahama kwa uharaka zaidi kwenda kwenye ao kushambulia hasa kupitia kwenye maeneo ya pembeni sasa wanahitaji kuwa na watu wa pembeni ambao nao pia wanaweza wakawa na uharaka wa kurudi kwenye maeneo yao kwa mfano Yanga wanaye mtu kama Max Mpia Nzengeli ambaye kwenye wale watatu ambao anacheza baada ya viungo wawili wa chini anaweza akaa uh, uh, ni miongoni mwa hawa wachezaji. Tunajua kile ambacho Max huwa anakifanya kwenye kutrack back, angalau kuongezeka nyuma kidogo kwenye kupunguza namba, I mean kupunguza distance kati yake na mlinzi wa pembeni. Maanake ni kwamba kama wapinzani wanatumia mfumo wa wanne wanne wawili, wale mawinga ambao wanapeta huko pembeni watakutana kwanza na Max kabla hajakutana na fullback. Inaweza ikawa jambo rahisi kwenye, kwenye kuzuia lakini kwa siku za hivi karibuni pia Yanga amekuwa na matumizi ya mtu kama uh, Edmund John kwenye eneo la pembeni mwa kiwanja. Mmoja kati ya wachezaji ambao kama hiyo ambaye amepata nafasi lakini ushawishi wake kuanzia kwenye uwanja na kile ambacho anakifanya kwenye mechi, mwalimu uwanja mazoezi na kile wewe naweza nikakuamini nikakupa mechi ambazo unaweza kucheza plus uh, Pako Mzuzu ambaye unaweza ukamuona yeye ni moja kati ya dribblers wazuri, ni mchezaji ambaye unajua akiupata mpira wa hatari ambao anatoa kwenye miguu yake, kwahiyo unakuwa na wachezaji wawili ambao wanakuwa kama baka pale ambapo timu inakuwa kwenye shepu ya kutokuwa na mpira kwamba una Max letsa na na na na na Edmund, lakini Pakomo atakuwa ni mtu wa kukolekti huo mpira baada ya hawa kufanya kazi ya kuweza kusaidia kwenye kupokonya mpira pale ambapo mnakuwa mmepoteza huo mpira lakini kwa Young Africans ni mechi yao ya kwanza ambayo wanacheza kwenye uwanja wa nyumbani. It's obvious kwenye mechi ambayo wanacheza kwenye uwanja wa nyumbani utatamani hiyo kuwa ni timu ya kwanza kwenye matukio mengi sana kiwanjani ikiwa ni pamoja na kutengeneza nafasi nyingi zaidi pa mechi lakini pia upate nafasi ya kufunga sasa hawezi kwenda kwenye mechi ya namna hii ukaingia labda na watu wengi ambao wanaenda kuzuia kwenye mchezo wa namna hii Uh, bila kujarisha mpinzani kwanza ambao utacheza naye lakini Nipoji. Nipoji. Nipoji. Uh, kwenye hali ya kawaida ukiwa kwenye uwanja wa nyumbani kwenye michuano namna hiyo natamani kumwona mwenyeji akiwa, uh, akiwa na vitu vingi vya kwanza kwenye kila kitu ambacho anafanya kwamba katikati nani? ya kwenye eneo la katikati ukiachilia mbalia ambayo wanaweza akawa na baka uh, job uh, upande mwingine isla eidha ataanza Muhamed ama Boka lakini mbele kwenye eneo la la kiungo wa uzuiaji, wale viungo wawili ambao wanafanya kazi, mmoja kazi ya kuzuia, mmoja kazi ya kushambulia. Unaweza ukaona, uh, kwa siku za hivi karibuni kumekuwa na in and out ya Azizi Andawile ambaye mwanzoni wakati wa kocha aliopita Romain, Romain Folz, Folz, alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao alikuwa anatumika sana kwenye ile eneo, na kwa nini alikuwa anatumika sana? Ni kwa sababu ya kile ambacho Romain Folz alikuwa anakitumia. Romain Folz kwa wakati wake alikuwa na, anafanya Azizi Andawile kuwa ni moja kati ya wachezaji ambao timu inavyoondoka kwenda kushambulia kwa sababu Yanga alikuwa kipindi kile, alikuwa anaweza kuondoka na mafubaki yote mawili, anaweza kaondoka boka, anaweza kaondoka hizi lipati kwenda, yeye ana drop chini kutengeneza less defense ya watu watatu. Lakini mwalimu ambaye amekuja sasa hivi, au muone kama ana, anaifanya timu kuondoka na mafubaki wote watatu, anaweza akaruhusu fubaki moja kuondoka wakati mmoja akiwa anabakia kwenye last defense. Maana yake ni kwamba uhitaji tena kiungo ambaye anaweza akawa tuna hiyo tabia kwamba watakavyoondoka hawa, wewe ushuke chini kwenda kwenye eneo la kuzuia. Sasa ni nani ambaye mwalimu anaweza akamtumia kwenye hilo eneo? Uh, ukiachilia mbali fakta kwamba itategemeana kwanza na kile ambacho amekitrain, kwamba nani ambaye uko fit kuelekea kwenye hiyo mechi, lakini katika hali ambayo ipo kwenye kikosi unaweza ukaona uh, kwenye hilo eneo uwepo wa Duke Abuya, wa kwanza kwenye hilo eneo la kiungo kama mmoja kati ya wachezaji ambao it's obvious, watakuwa kati ya hao wawili ambao watacheza kwenye eneo la midfield. Katika hao viungo wawili, kwa nini Duke Abuya? Ni kwa sababu ya tabia zake za kiuchezaji. Ni mchezaji ambaye anaweza akakupa kitu kizuri kwenye kudefense, anaweza akakupa kitu kizuri pia kwenye eneo la kushambulia, anaweza akakupa pia pasi nzuri kutokea kwenye mguu wake kwenye eneo la kiungo sasa nani ambaye ataenda kumechi naye kwenye hilo eneo? Ndio hapo unasubiria kuona ni nani kati ya wale wengine ambao anabakia atakuwa fit kuelekea kwenye mchezo. Ni aidha Azizi Anabile mwenyewe atakuwa ameboresha kwenye kile ambacho amekifanya ili aingie na Duki ya Buya, ama mwalimu ataamua kumtumia Dumbi uh, Dumbia let's say, kwenye hilo eneo, ashuke naye acheze naye kwenye hilo eneo, ama ataamua kumtumia Barakonte Musa kwenye hilo eneo. Ni yeye atakavyoona, yes, kama Mudathiri amerejea kwenye, kwenye fitness level ileile ile. yani kwamba angalau ana, ana, ana, ana mechi na wenzake kwenye level fitness, inawezekana pattern nzuri ya Duke Abuya na muda inaweza ikawa inacheza vizuri kwenye lango yeah, <muchos>